Mboga za majani zenye uwezo wa kutibu pressure pamoja na kutibu kisukari. Hii itakusaidia, kwani ukijua namna ya kuzitumia hizi mboga kwa usahihi, unaweza ukaepuka kabisa matumizi ya kutumia vidonge vya kila siku, na ikakufanya uishi vizuri kabisa na upone kabisa. Sasa mboga ya majani ya kwanza ambayo ni muhimu kuitumia ni mboga aina ya mchicha. Mboga aina ya mchicha hii nadhani unafahamika, mchicha unafahamika sana. Sasa mchicha huwa una madini mengi ya magnesium pamoja na potassium. Sasa magnesium na potassium eh, ni madini ambayo yanasaidia sana kushusha presha. Kwa hiyo kama wewe una tatizo la presha ya kupanda, mboga mboga hii ni muhimu kuitumia, lakini pia usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu na kuboresha matumizi ya insulini. Kwa hiyo inaboresha matumizi ya insulini. Hii ni mboga namba moja ambayo unaweza ukaitumia kama tibalishe ya presha au kisukari. Lakini mboga aina ya pili ni matembele, matembele. Yaani leo nitakutajia mboga ambazo unaweza ukazipata tu kwenye mazingira yako ya kawaida. Matembele matembele huwa yana antioksidanti pamoja na nyuzi nyuzi nyingi zinazosaidia kushusha presha pamoja na kuboresha kiwango cha sukari kwenye damu. Haya matembele ambayo umeyazoea wewe, wengine wanayaita malando, vyovyote vile, lakini yana antioksidanti nyingi sana pamoja na nyuzinyuzi -nyuzi kwa ajili ya ku kudhibiti shinikizo la damu pamoja na kudhibiti pressure ama ku control sukari kwenye kwenye damu. Hii ni mboga aina ya pili. Mboga aina ya tatu ni kisamvu. Kisamvu pia kina madini mengi ya magnesium na nyuzi nyuzi, kina madini mengi ya magnesium na nyuzinyuzi. Hivyo unaweza uh, ukatumia kinaweza kikasaidia kupunguza shinikizo la damu au pressure, pamoja na kucontrol sukari kwenye damu. Aina ya nne ni mlenda Aina ya nne ni mlenda. E, kwa kama hujui. E, sasa sijui nikuelezeje, lakini unaweza uka google ukafanyaje mlenda. Aina ya nne ni mlenda. Mlenda bwana huwa unasaidia kulainisha mishipa ya damu, unasaidia kulainisha mishipa ya damu, hivyo kuruhusu mtiririko um, wa damu kupita vizuri bila shida yoyote kwenye mishipa ya damu na hivyo kupunguza shinikizo la damu ama kushusha pressure. Lakini mlenda una nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia kupunguza kiasi cha ufyonz ufyonzaji wa sukari mwilini, kwa hiyo unaweza ukahusika katika kutibu pia swala zima la sukari ama kucontrol kiwango cha sukari kwenye damu. Hii ni aina ya nne. Aina ya tano ni mboga mboga aina ya sukumawiki sukuma wiki, sukuma wiki, ambao hii ina madini ya potassium kwa wingi, ambayo haya madini huwa yanashusha kiwango cha pressure, lakini pia sukuma wiki zina nyuzinyuzi nyingi kwa ajili ya kucontrol sukari kwenye damu. Kwa hiyo unaweza ukatumia kwa ajili ya pressure lakini pia kwa ajili ya sukari. Mmea e, mboga mboga nyingine ni spinach. Spinach hii ni mboga mboga ambayo inajulikana sana kwa matibabu ya vitu vingi, lakini pia ina uwezo wa kutibu pressure na ina uwezo wa kutibu kisukari kwa sababu ina wingi wa madini ya magnesium pamoja na nitrates yanayosaidia katika masuala mazima ya kupanua mishipa ya damu pamoja na kupunguza pressure, lakini pia uh, spinach huwa inapunguza upinzani wa insulin au tunasema insulin resistance, huwa inadhibiti insulin resistance, hivyo kuwa ni mboga mboga nzuri kwa wagonjwa wa kisukari ina uwezo wa kushusha insulini na ina uwezo wa kuiratibu. Lakini mboga nyingine ya, na, ya saba inaitwa brokoli. Brokoli ni mboga ambayo tumekuwa tukizungumza kwenye matibabu ya magonjwa mengi, lakini pia ni nzuri kwa mgonjwa wa kisukari au mgonjwa wa pressure. Hii ina madini yanayoitwa sulfo, sulforafine ambayo husababisha kupunguza presha, lakini pia inasababisha kupunguza uvimbe wa aina yoyote ule unaosababisha masuala ya sukari kwenye damu, kwa ni nzuri kuitumia hii broccoli, lakini pia inaongeza kinga ya mwili. Hizi ni mboga ambazo nimeona leo nikujulishe. Unaweza ukaziinkludi katika lishe yako au ukazitumia kama tibalishe moja kwa moja, kwa sababu ukizitumia kama tibalishe kwa lengo la kukuponya zitakuponya, na utatupilia mbali matumizi ya vidonge vya kila siku. Sasa unaweza ukatumiaje hizi mboga mboga? Unaweza ukazitumia zikiwa mbichi kama saradi, au unaweza ukaamua kuzisaga juisi Njia ya kuzitumia ikiwa zikiwa mbichi, na ni njia bora sana. Kama utaamua kuzitumia kama lishi, kama tiba, ni kuzitumia zikiwa mbichi, aidha utumie kama saladi au usage juisi. Usage juisi au unaweza ukaamua kupika. Kwa kupika, hapa tunashauri upike kwa mvuke, ama kuchemsha kidogo, ili kuepuka kupotea kwa virutubisho mbalimbali mbali. Hizi ndo njia ambazo unaweza ukazitumia hizi mboga mboga, na by the way, unaweza ukatumia mboga mboga zote hizi kwa wakati mmoja au ukatumia aina mbili au tatu kwa wakati mmoja, na zikaleta matokeo makubwa sana. Mfano, unaweza ukatumia spinach, ukachukua spinach ukachukua mchicha ukachukua sukuma wiki ukachukua majani ya mgomba ambao ni kisamvu, ukasafisha vizuri, ukaweka kwenye blender, ukasaga na ikawa juisi, ukawa unakunywa glasi moja kutwa, mara tatu kwa siku. Ila hakikisha kila siku unatengeneza juisi mpya, itakusaidia sana kurekebisha afya yako, na mwisho wa siku utaweza kutupilia mbali matumizi ya vidonge vya hospitali. Lakini unapokuwa unatumia hizi mboga kama tiba, hakikisha kuzingatia kula chakula halisi. Hakikisha kuzingatia kula chakula halisi. Epuka matumizi ya wanga, ambapo hapa tunamaanisha wali, ugali, vyakula vyote vitokanavyo na ngano. Lakini epuka matumizi ya sukari, iwe ni sukari asili ama iwe ni sukari hizi za kutengenezwa viwandani. Epuka kabisa, epuka kutumia juisi. Uh, fresh juisi hasa zitokanazo na matunda uh, yenye yenye sukari nyingi. Lakini epuka kutumia matunda yenye sukari nyingi, epuka kutumia mafuta ya mbegu, epuka kutumia mafuta